Amekuta wanaalimaka hapo kwenye wenyeji wake wapi? Ina maana anapiga, anapiga kazi kama vile kuwasaidia wake. Watu watatu, akiwemo mwanamke mwenye umri wa miaka 65 wamekamatwa na askari wa maliasili wa halmashauri ya wilaya Tanganyika mkoa mkoani Katavi kwa tuhuma za kujihusisha na kilimo haramu cha bangi ndani ya eneo la hifadhi ya misitu ya kijiji cha Kapanga. Watuhumiwa hao wanadaiwa kulima bangi kwenye eneo la takribani ekari tisa ndani ya misitu hiyo ambayo inalindwa kwa ajili ya utekelezaji wa biashara ya kaboni. Kufuatia taarifa hizo, timu ya doria ya halmashauri kwa kushirikiana na Kamati ya Usalama ya Wilaya, ilifanya operesheni maalum iliyowezesha kugundua mashamba hayo ya dawa za kulevya na kuyateketeza kwa moto. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesimo Buswelu amelaani vikali vitendo hivyo, akisema kuwa ni kinyume na juhudi za uhifadhi wa mazingira na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya kaboni vijijini, akielekeza wananchi kuacha mara moja shughuli zote haramu ndani ya maeneo ya hifadhi, akisisitiza kuwa serikali haitasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya watakaobainika kuhusika na uharibifu wa mazingira. Mimi ni Swau Mkatambo. Mlimaji wa bangi na mnyororo wote wa bangi, wao hawatazami manufaa yaote, wanatazama maslahi binafsi. Na sisi kama serikali pamoja na nchi hatuko tayari kuona maeneo yetu ambayo yanatupatia uchumi kwa ajili ya wananchi wote yanaharibiwa na watu wachache kwa kilimo cha bangi, wakichana mazao mengine ili kiwe kisingizio cha baadaye kukwepa mkondo wa sheria na sisi tunachukua hatua. Mpaka sasa tunapozungumza, mtu mmoja, takriban mama mwenye umri wa miaka 65 inakadiriwa hivyo, amekamatwa akijihusisha na kilimo cha bangi, hata amekutwa akivuna bangi. Kitendo cha kulima bangi kwenye maeneo yetu ni uvunjifu wa sheria. Kitendo cha kufyeka misitu yetu ambayo ni misitu ya umma ni uvunjifu wa sheria. Na tunatoa wito kwa wananchi wote wa Tanganyika watusikilize, watuelewe na mtu anapotoka maeneo mengine kuja Tanganyika anapofika kwenye kijiji cha kwanza, aripoti kwa uongozi wa kijiji. Kama anatafuta eneo la kulima, awapate wataalamu walizi wamsaidie kujua mipaka ya hifadhi, lakini pia maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli za kilimo. Asivamie tu popote na wasiuzie tu popote, iliona kwamba labda huu ni, ni msitu hauna mtu. Hapana, kila msitu kwenye wilaya yetu una matumizi yake. Yapo maeneo ambayo ni kwa ajili ya mifugo, wanaohitaji kufuga wakafuge. Yapo maeneo kwa ajili ya makazi, wanaohitaji kutafuta viwanja vya makazi tunawakaribisha, lakini hatumkaribishi mtu yoyote kuingia kuharibu misitu, lafu mbaya kabisa kwenda kulima bangi kule. Hilo hatujakubaliana nalo, tutachukua hatua madhubuti kwa kila ambaye tutabaini, kwanza amevamia msitu ama amelima zao inalokubalika kwenye msitu ambao unahifadhiwa hilo hatukubali nalo. Lakini pili awe amelima bangi kwenye msitu ama kwenye maeneo ambayo yanakubalika kwa kilimo hilo, nalo hatukubali. Kwa hiyo wananchi wa Tanganyika, tunazidi kuwaomba na kuwa, na kuwauliza na kuwasihi, emu tushirikiane kulinda nchi yetu, kulinda misitu yetu, lakini tusirubuniwe kuharibu nchi yetu. Kwa hiyo niwaombe sana mamlaka kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya, kanda ya Tabora, vyombo vya usalama ndani ya Tanganyika tushirikiane washikamane washa kwamba wanapita kwenye kila msitu, maana tumebaini kwamba kwenye msitu watu wanakimbia na kujificha kule kufanya maovu kufanya yasiyokubalika katika, katika jamii yetu. Kwa majina anaitwa Clave Reginald, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Sisi kama halmashauri ya wilaya ya Tanganyika tuna misitu, tunazungukwa na misitu, asilimia 60 ya, ya eneo letu ni misitu na tunafanya biashara ya, ya kaboni. Kuna baadhi ya watu wanafanya biashara haramu, kwa mfano kama hii ya kilimo cha bangi. Sasa sisi kama halmashauri tumejiwekea utaratibu, tutakuwa na doria za mara kwa mara ambazo zi, ni endelevu, na tutahakikisha tunawaondoa wote ambao wamevamia kwenye misitu yetu. Kwa kuwa tuna vyombo vya kisasa, tunawaona popote walipo. Popote ulipo, tupo. Sasa hivi tunakuona hata tukiwa ofisini tunajua kwamba huko eneo gani. Kwa hiyo nitoe rai ambao bado wako kwenye misitu yetu watoke mara moja. Lakini pia endapo hawatatoka tutawatoa na sheria itachukua mkondo wake.